Sura ya kwanza njia ya uzima wa milele kwa wanadamu wanaokufa. Mwanadamu anazaliwa, lakini hawezi kuepuka kifo. Mwanadamu huzaliwa na kufa, mwingine huzaliwa na kisha kufa. Ni watu wangapi wamezaliwa na wamekufa hadi sasa? Ingawa inasemwa kwamba mwanadamu ni bwana wa viumbe vyote, yeye ni mtumwa wa mauti tu. Kwa nini bwana wa viumbe vyote amekuwa mtumwa wa mauti? ikiwa mtu ataishi miaka kumi au miaka mia moja amewekewa kufa maisha ya mwanadamu ni ubatili mtupu dunia hii ni safari fupi tu hakuna anayeishi milele kila mwanadamu ni mtumwa wa shetani ameshikiliwa utumwani kwa hofu yake ya kifo mpaka kimfikie hakuna mtu anayeweza kuepuka kifo jinsi gani maisha ya mwanadamu yanavyotaabisha mwandishi wa zaburi alieleza ubatili wa maisha kama ifuatavyo Zaburi sura ya tisini mstari wa tisa tumeishi siku zetu zote chini ya ghadhabu yako, tunamaliza miaka yetu kwa kuomboleza. Siku zetu za kuishi ni miaka sabini au miaka themanini ikiwa tuna nguvu, lakini yote ni ya shida na tabu, nazo zapita haraka nasi twatoweka. Ingawa urefu wa siku zetu za kuishi ni miaka sabini au themanini ni kama ndoto ya usiku mmoja na kama majani yanayochipuka asubuhi kwa hiyo tunaweza kuhitimisha kwamba maisha ni ndoto tupu. Nabii Isaya aliandika Isaya sura ya arobaini mstari wa sita, sauti husema, piga kelele, nami nikasema, nipige kelele gani? Wanadamu wote ni kama majani, nao utukufu wao wote ni kama maua kondeni. Majani hunyauka na maua huanguka, kwa sababu pumzi ya Bwana huyapuliza. Hakika wanadamu ni majani. Basi kwa nini tulizaliwa katika ulimwengu huu wenye taabu na ubatili? Ni nani aliyetengeneza ulimwengu huu wa ubatili na tupu? Mtume Paulo aliandika hivi, Warumi sura ya tano mstari wa kumi na mbili, kwa hiyo kama vile dhambi iliyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Tukizingatia maneno yaliyo juu, ni jambo zito sana kwamba makumi ya mabilioni ya watu lazima wafe kwa sababu ya mwanadamu mmoja Adamu. Kwa nini Mungu anayejua yote na Mwenyezi aliwaruhusu Adamu na Eva watende dhambi? Kwa swali hili wengine hutoa jibu kama ifuatavyo. Mungu angeweza kuwazuia Adamu na Eva wasitende dhambi, lakini kama angefanya hivyo, hawangeweza kuwa na uhuru kamili. Kwa hiyo Mungu aliwapa uhuru wa kuchagua, nao wakachagua kutenda dhambi. Je, unadhani jibu lao ni sahihi? Kama ilikuwa sahihi, wangejibuje swali linalofuata? Kama ilivyoandikwa Ufunuo sura ya ishirini na moja mstari wa nne, atafuta kila chozi kutoka macho yao, mauti haitakuwepo tena. Hapa kwa nini Mungu hatoi uhuru kamili wa kuchagua bali huondoa mauti? Ikiwa tunapewa uhuru kamili mbinguni, je, haipaswi kuwa na uhuru wa kuchagua kifo au uzima wa milele? Wangejibuje swali hili? Tunapojifunza mambo haya kwa makini, tunakuja kujua kwamba uzima wa milele haukuhakikishwa kwa Adamu na Eva. Mungu aliwaambia tu zaeni na mkaongezeke. Uzima wa milele ulitolewa chini ya sharti fulani, kama ilivyoandikwa Mwanzo sura ya pili mstari wa kumi na sita Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akamwambia uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya kwa maana siku utakapokula matunda yake hakika utakufa shati lilikuwa hivi kama mkila matunda ya mti wa kujua mema na mabaya mtakufa na msipokula matunda yake mtaishi kwa wale waliokombolewa na Yesu, walakini uzima wa milele umehakikishwa. Kama ilivyoandikwa, Ufunuo sura ya 21 mstari wa nne, atafuta kila chozi kutoka macho yao. Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita.